Usajili wa biashara na kampuni, kampuni ya biashara vinatofautiana kwenye engo tatu. Engo ya kwanza ni engo ya kodi. Engo ya kodi ni kwamba jina la biashara unaenda kufanyiwa makadirio TRA. Afisa wa TRA ndo anakufanyia makadirio. Ukishafanyiwa makadirio ya mwaka, unalipa mara tatu kila baada ya miezi mitatu kota nne za mwaka hiyo, ni kwa biashara. Lakini kwa kampuni unajifanyia mwenyewe makadirio. Ukishajifanyia mwenyewe makadirio usha, kuna kodi inaitwa corporate tax yenyewe unakuwa unailipa kwa mwaka, lakini pia unaweza ukaamua kuivunja ukaivunja vunja mara nne au mara mbili. Ni wewe mwenyewe kwenye kampuni unakuwa free. Kikubwa ni auendi kufanyiwa makadirio, unajifanyia mwenyewe. Cha pili, kuna tofauti kati ya jina la biashara na kampuni ni kwenye upande wa liability, kuchukuliwa hatua. Kwenye jina la biashara ukikosea unachukuliwa hatua wewe moja kwa moja. Kwenye kampuni, kampuni tunasema inakutofautisha, ina kati ya biashara yako na wewe binafsi. Kwa maana gani? Kwamba kwenye kampuni ukikosea, wewe unachukuliwa wewe hatua, sio kampuni wala biashara yako, na biashara yako ikikosea, inachukuliwa yenyewe hatua, sio wewe binafsi. Kwa kama biashara yako inadaiwa, sio kwamba watu watakuja kudai wewe binafsi, wakunyang'anya mali zako za binafsi na nini, hapana. Mali za, za kampuni ndo zitachukuliwa kulipa madeni, na wewe kama unadaiwa binafsi, usifikirie watu watakuja kwenye ofisi yako waja wakunyang'anya

Ana. Kwa hiyo kampuni inakusaidia kutofautisha kati ya biashara yako na mmiliki wake, hii kitaalamu inaitwa limited liability protection. Alafu cha mwisho ni uendeshaji. Na ukiwa nafanya biashara kwa namna yote, lazima kuna ukuaji. Ukuaji una involve kuwa na watu tofauti tofauti. Hawa watu tofauti tofauti namna lazima ufanya nao kazi. Ukiwa nafanya kazi na watu zaidi ya mmoja, kila mtu ana maisha yake, ana akili zake, ana interest zake. Ili kuhakikisha wote mnakuwa kwenye same spot, kampuni inakupa option ya kusainishana memorandum and articles of association kwa madirectors na shareholders. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza akafanya kitu kinyume na makubaliano yenu wote kwa pamoja. Lakini kwenye jina la biashara hiki kitu hakipo. Kwenye kampuni ndo inayopo tofauti kwamba kampuni tutasainishana memorandum, lakini biashara hamna. Mtu akiamua kuzingua unaweza kusema sisi tutasainishana mikataba, lakini mikataba itakuwa ni specific, mkataba wa nini, mkataba wa nini. Lakini kwenye uendeshaji wa kila siku hamna hicho kitu. Kwa hiyo kampuni tofautiana na biashara kwenye nguzo tatu. Masuala ya kodi, wajibishwaji na uendeshaji.